Mheshimiwa Waziri Mkuu, upandaji miti kitaifa ni kampeni iliyoasisiwa na ofisi yako kupitia waraka namba moja wa mwaka 2009 na upandaji miti umekuwa ukiendelea ili kufanya nchi yetu kuwa ya kijani na uhifadhi wa mazingira. Mwaka huu Mheshimiwa Waziri Mkuu, miti imeendelea kupandwa na inapandwa hadi sasa na baadaye itaendelea kupandwa na itapandwa kulingana na majira ya kila eneo ili kuhakikisha kwamba inayopandwa inakuwa na kumea <tipa> Machi 21 mwaka 2025 na n na hapa ni moja kwa moja kutoka ndani ya eneo la Halmashauri ya mji wa Njombe mkoani Njombe. Ni siku adhim muhimu na karam katika mustakabali mzima wa maendeleo ya sekta ya uhifadhi wa misitu katika ardhi ya Tanzania. Ni siku au kilele cha maadhimisho ya siku ya misitu duniani ambayo kitaifa katika ardhi ya Tanzania inafanyika ndani ya mkoa wa Njombe. Hakikisheni mnaanzisha na kuendeleza programu mbalimbali za upandaji miti ambazo zitatekelezwa katika kipindi chote cha mwaka, ili kuwa na uendelevu wa upandaji miti hapa nchini. Nataka tuone hili likifanyika. Mamlaka za serikali za mitaa, kwa maana ya halmashauri, chini ya usimamizi wa wilaya, kwa maana ya mkoa wa wilaya na mkoa utaratibu. Endelezeni jukumu la kulinda na kuhifadhi misitu. Hakikisheni mnakuwa na wataalamu wa fani hiyo kwenye maeneo yenu, wasimamie, watoe elimu kwa wananchi, umuhimu wa kutunza miti, juhudi za uhifadhi na upandaji miti kwa jamii na umma mzima wa Watanzania. Kwa mfano, kupitia Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania katika kipindi tangu ishirini ishirini hadi sasa wakala umefanikiwa kupanda miti takriban milioni mia moja arobaini na sita ya jamii mbalimbali mbali, ikiwemo mikoko milioni moja nukta moja imezalishwa na kuoteshwa katika maeneo mbalimbali nchini. Mathalan, miche milioni sabini na mbili imepandwa katika mashamba ya miti kwenye maeneo mbalimbali na niendelee tu kusema kwamba kazi hii muhimu inaendelea. Teknolojia za kisasa zinazo tusaidia sisi kuchakata rasilimali za mazao ya misitu na kutengeneza thamani mbalimbali, ambazo zinafunza kubwa sana ndani ya nchi yetu na nje ya nchi. Ya kisasa inaotumia msumeno mwembamba kwa ajili ya kuongeza tija ya mbao, inaweza kutoa mbao nzuri katika mwonekano huu na mabaki yake ni machache sana, Manake kwamba tunaongeza thamani zile zao za mbao na kupunguza upotevu. Hapa ni ndani ya halmashauri ya mji wa Njombe mkoani Njombe, na mimi naitwa Dota Kadoshi, mwandishi wa habari za hifadhi, utalii na mazingira, uwekezaji na biashara, na hii ni Kadoshi TV.